Unajua GDP inamaanisha nini? Ni kipimo cha jumla ya uchumi wa nchi na inaweza kukusaidia kwenye biashara yako. GDP ni jumla ya uchumi wa nchi. Matumizi ya watu, ununuzi wa dha, uwekezaji wa biashara, kupanua biashara, matumizi ya serikali, barabara na shule, usafirishaji wa nje na uagizaji uzalishaji wa nchini. GDP inaonyesha kama uchumi unakuwa au unapungua. Hii inakupa mwelekeo wa soko, kugundua fursa. GDP inayokuwa huonyesha nafasi mpya za biashara, watu wanunua zaidi. Kupima madhara: GDP ikishuka ni onyo, watu wana pesa kidogo ya kununua. Mfumo rahisi wa GDP, GDP ni sawa na C jumlisha I jumlisha G jumlisha X minus M. C ni matumizi ya watu, I ni uwekezaji wa biashara, G ni matumizi ya serikali, na X minus M ni usafirishaji wa nje ukitoa agizaji. Formula rahisi ya kuikumbuka kila siku. Usichukulia GDP kwa uzito sana, lakini itumie kuelewa mwelekeo wa soko na kuchukua maamuzi sahihi. Jifunze zaidi kuhusu uchumi, fuara kwa mafunzo zaidi na usisahau kusubscribe.